Mwenyezi Mungu ambaye ametuamsha asubuhi ya leo katika mkusanyiko huu wa salatul Idi, Idil Fitri. Ni juu yetu kumshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema kubwa hii aliyotupa leo. Leo ni siku ya Idi. Leo ni siku ya kufungua. Baada ya kuwa tumefunga kwa takriban siku ishirini na tisa kama kutekeleza amri miongoni mwa amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na twataraji kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatulipa malipo sana ibada yetu tulizozifanya. Watukufu wa Islamu, tukiwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, inafahamika kwamba tulifanya ibada mbalimbali mbali, lakini katika ibada hizo tulikuwa katika darsa, tulikuwa katika mafunzo Mwenyezi Mungu alitupeleka kwenye mafunzo kwa kipindi fulani la alakum tattaqun ili tuwe wacha Mungu. Ukiitupia jicho ibada ya funga utakuta kuna asilimia tisini na tisa nukta tisa ya mafunzo yanayopatikana katika mwezi wa Ramadhani ni kunako uvumilivu na asilimia tisini na tisa nukta tisa ya natija ya uvumilivu ni amani. Tumefunga sio tu kwa kujizuia kula na kunywa, la, tumefunga kwa kujizuia matamanio mbalimbali ilhali tuna uwezo wa kuyaendea. Tumefunga tukiwa na uwezo wa kufanya mambo mengine ambayo tulikuwa tunaweza kuyafanya katika miezi mingine, lakini tulijiziwilia kuyafanya kwa sababu tumefunga ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitufundisha kwamba asiyamu junna kwa hadithi iliyopokelewa na Aba Huraira radhiya llahu taala anhu, Mtume sala llahu alayhi wa salam anasema assiyamu junna, funga ni kinga. Fa idha kana ahadakum swaiman, mmoja wenu anapokuwa amefunga, fala yarfudh wala yajhal, basi asifanye matendo yaliyokuwa maovu, matendo mabaya, na wala asimfanyie ubaya mwenzake. Fa in mriin qatalahu au shatama, endapo atatokea mtu akawa amempiga mwenye kufunga au akawa amemtukana mwenye kufunga akamfokea mwenye kufunga, mafunzo ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi alehi wasallam yalitufunza kwamba tuwapo kwenye funga na ikatokea hali hiyo, tuseme ini swaimun ini swaimun, kwamba mimi nimefunga mimi nimefunga. Kwa hiyo haya ni mafunzo, ni mafunzo ambayo tumeyapata ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwamba tuwe wapole ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tuwe wanyenyekevu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na sisi sote tulikuwa hivyo. Ndio maana nikasema asilimia tisini na tisa nukta tisa ya mafunzo tuliyoyapata ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni uvumilivu, na natija ya uvumilivu ni amani, na huu ndio msingi wa khutba yangu ya leo. Katika sikukuu hii ya Eid, watukufu wa Islam, amani ni jambo linalotakiwa lizungumzwe sana. Wadau wa amani, kuna moja kati ya kauli zao, wanasema kwa lugha ya kigeni, wanasema better sweating in the period of peace mmoja kati ya wadau wa amani anasema ni bora utumie jasho jingi wakati wa amani, kwa ajili ya kuokoa damu nyingi wakati wa vita. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba ni bora tutumie jasho jingi sisi kuzungumzia amani, ni bora tuutumie wakati mrefu sisi kuzungumzia amani kwa ajili ya kuokoa damu nyingi zitakazomwagika ikiwa vita itatokea. Tanzania sisi ni akina nani hata hakuna vita? Tanzania sisi ni akina nani mpaka kuna amani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala amelitunuku taifa letu la Tanzania na akajalia taifa hili kuwa ni taifa la amani. Amani tukiipoteza tutakuwa tumepoteza tunu. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.